Kijana anayeitwa Abubakari Muhibu Salumu mwenye umri wa miaka 24, ambaye ni mkazi wa mtaa wa Kisutu manispaa ya Mtwara Mikindani amechomwa na kitu chenye ncha kali usoni, upande wa shavu la kushoto na mtu anayedaiwa kuwa ni rafiki yake wa karibu wakati wakiwa kwenye shamra shamra za sikukuu ya Eid. Tukio hilo limetokea Machi 31, mwaka huu, majira ya saa nne usiku mtaa wa Shangani East kata ya Shangani hapa mkoani Mtwara. Akizungumza na mtandao huu wa Kusini Yetu akiwa anaendelea na matibabu katika hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Kusini, kijana huyo ameeleza kisa cha kutokea kwa tukio hilo. Tulitoka wote nyumbani majirani, kwanza kama kesho yake tumelala wote sehemu moja hapo Mikindani. Asubuhi tukafika nyumbani tukaambia bi mkubwa, mama angu, mimi mama tuisabie chakula kwa sababu yeye kwa, kwa kuna mtu akupika maza akaelewa kwa hiyo tukaenda kwenye mzunguko wetu, ilipofika mchana majira saa nane kama na kwenye na dakika 40 hivi tukarudi nyumbani wote, tukaambia bibi mkubwa tupakulie, tukala, tukaoga, tukabadilisha nguo, tukaenda kwenye mzunguko. Katika kuzunguka ilipofika mida majira kama saa nne ndo tukaenda makonde eh, saa nne usiku tulipofika makonde bichi ndo nikakutana huyo niliosoma naye anaitwa Idaya, dada vizuri, tumeanza tangia shule ya msingi mpaka sekondari, kama amuona, anaitwa Kristina. Nikamwambia rafiki yangu mmoja, tatina mmona a asijamuona, akaondoka wakati huo nikiwa naongea na yule dada, huyu rafiki yangu alikopo amekaa kwa pembeni kidogo. Baada ya kuona mimi yule naongea naye ndo akaja akawa ananiuliza unaeje yule, mimi nikamwambia rafiki yangu tu, nimesoma naye tangia shule ya msingi. Ah, rafiki yako umesoma naye, basi poa, tutoke kwa sababu tulikopo ndani kwenye mchanganyiko wa watu wengi, aa, ndio tutoke kidogo twende nje kweli, tukatoka tuka tu pale nje, tukasogea kama mita tu thelathini kutoka pale ali ya kawaida tu, na yeye ndo dereva amenipakia nyuma, mpaka hapo katika tukio tulifika. Na pale mimi nashangaa, niuliza tena maswala yale yale hapo nje, karibu na kwa dipaki, akaniuliza kwani yule bwana ulikuwa unaongea nini? Mimi nikamwambia bwana, kwani wewe unaamini mimi ule rafiki yangu tu kwa kawaida, kwani wewe unaeje? Mimi ule mtu wangu. Unajua ndo ananiambia yeah, yeah. Katika, katika mazungumzo mazungumzo, unajua ile mtu anaangalia huko, mimi naangalia huko, eh, nakuja kushtuka. Mbele alikuwa ameshachoma kisu, ameshakitoa, ameshakiweka loki, amekishikilia chini. Na nakuja kugeuka tu hivi, akaja kukita hapa. Alivokita kisu kile kikawa kimbaki ametoka tu na mpini. Hmm. Eh. Ndani, kwa sababu pale maumivu ya fasta siku ya bara nilikuwa na ganzi, mimi nikaa nimeng'ang'ania pikipiki kile ya nyuma ile ya stoke, huku naita watu, kwa sababu uso mbali kidogo. Kulikuwa na bodaboda mbali mika nje getini, watu wakitoka ndani, wanapakia wanaondoka nao aliacha pikipiki lenyewe. Anze kukimbia mguu kweli nikamkimbizia eh, hadi tuseme tu usawa wa lua ule pale, mpaka ufika pale kipande cha lua, ndo akalipata hiyo pikipiki bodaboda, kwa sababu alikuwa mbele, mie nyuma, na nikajitahidi sana kumsisitiza yule jamaa asimpakie, kwa sababu mimi hapa nilimuumiza na kisu kweli kinaonekana, eh, simpakie, simpakie, lakini jamaa ule akampakia, akatembea naye, zikatoka pikipiki kama mbili zikajaribu kwenda kumfuata, lakini hakumpata i pale sikuzimia siku, siku wala sikufanya nini, nguvu nazo kidogo i pikipiki nini nazima, nikachukua hadi pale tu, mimi nikaomba askari wale waite defender hospitali. Kweli defender iko mbali kama dakika kumi tu kameshafika wakanichukua hadi kituoni. Kituoni wakaandika PF3 hadi Ligula. Ligula nilipofika wakanipeleka kwenye X-ray. X-ray, kisu kimeonekana kimefika hadi karibu na koo, na kweli nakweli, mimi mwenyewe nikopo nikimeza mate kinanichoma pale mm. Pale wao wakawa hawezi kukitoa, wakanitoa kule pale pale tokaita tu ambulensi ikaja kunichukua wakanileta hapa Mitengo. Hapa Mitengo nilifika mida kama, sa, kama saa sita hivi au nenda saa saba Wale walivonileta hapa nifanyia upasuaji nipata huduma, na hadi sasa hivi naendelea kutumia dawa napa. Kuna dawa zingine dawa hizo niandikia jana zilikuwa zimeisha, ila kuna dawa zingine wameandikia ambazo nizimalizie leo pikipiki yake niliwasilisha pale, na uzuri taarifa ishafika hadi kwa mama yake, kwa sababu mama yake mwenyewe yuko hapa, yuko dasa moja ya Kisutu nini posta nini, na uzuri ananijua vizuri kwa sababu mimi na wewe rafiki hatujaanza leo wala jana, tangia elfu mbili kumi na tatu mimi niko kama rafiki yake wa karibu. Akirudi shule mimi ndo naenda kucheza naye. Ni mtoto wa kiindi mtoto wa kiindi, anafujo sana, mabikipiki makubwa Eh, anafujo sana kwenye mapikipiki. Mm. Kwa hiyo sababu askari wao wamesema, wamesema watatoa ushirikiano, wataendelea kumtafuta sasa. Hajajua siku mbili zile ambazo nimekaa hapa tangia siku ya siku kule, hadi dipili hadi leo, kwamba tayari ashapatikana au bado. Abubakari ametoa ushauri kwa vijana wenzake kuacha kutembea na silaha na kutofanya maamuzi kwa haraka ambayo yanaweza kuleta athari kwa jamii. Ushauri na ushauri mimi kwa vijana ni tu silaha tu, so kitu kizuri cha kutembea nacho na so kila, kila kitu mtu maamuzi utake kuchukulia faster faster, na bidii unapotaka kufanya jambo na bidii uanze kufikiria eh. So tunapopata unafanya maamuzi kwa haraka na bidii kwanza kidogo uanze kuangalia, baadaye utapokuja kufanya infekti zake zitakuwaje mm.

Mala mwisho wamekuja nyumbani, wameumba chakula tumapakulia, wamekula tumishiba wote, msha siku siku ndo wamekuja kufanya hivyo kitu. Ambacho mi natamani tu wanichukulia hatua na hatua ifuate mkondo wake, ili kwamba hata ye ajifunze kwa sababu Yes gani kunogea tu hii mchezo, kutumia silaha, kwa sababu mimi sio mtu wa kwanza kusema ananichoma kisu, kwa sababu hata kituoni pale kuna faili lake lipo, kuna kesi ambayo alishawahi kumchoma kisu na shemeji yake, yani mke wa kaka yake alikuwa e, anaitwa Bella alishawahi kumchoma kisu hivyo hivyo, sema alimchoma hapo mkononi, e, na hata ni sababu mimi siwezi kuona mtu tu ananunua visu seti bila kuonekana.

Wazazi wa kijana huyo wameeleza hisia zao huku wakiliomba wa Jeshi la Polisi kumkamata mtuhumiwa na kumchukulia hatua. Siku ya sikukuu walikuja Abubakari na rafiki yake Mwemedi, nikawapakulia chakula wakala na nikawasii, leo ni siku ya sikukuu, kwa hiyo mujitahidi kutembea vizuri, kutembea vizuri ushirikiano uwe mzuri, msianze ugomvi, msitumie vilevi sije mkasababisha msitumie vilevi sije mukasababisha majanga ya ugomvi. Lakini mwenzake alivyotoka naye kwenda huko kwenye kutembea, akanjeruhi mwenzake. Mimi nasikia tu simu, siku ya pili asubuhi yake napigiwa simu nambaa mtoto yuko hospitali ya Rufaa amechomwa kisu na rafiki yake. Kwa kweli sijisikii vizuri, sijisikii vizuri kwa sababu huyo mtoto nafahamu vizuri, na urafiki yao na nafahamu vizuri. kwa hiyo naomba jeshi la polisi, mtusaidie, wamshike huyo mtoto, kwa sababu mpaka leo hapatikani, hajulikani alipo, namba zake za simu hazipatikani, na huku mtoto bado anaendelea na matibabu. kama hivyo kuna gharama za matibabu wazazi hatuwezi kuzilipa kwa sababu gharama ni nzito, na mtoto mtuhumiwa aliofanya tukio hajatiwa mikononi mpaka leo. Kwa hiyo tunaomba tusaidiwe. Ilikuwa ni tarehe moja, majira kama ya saa sita mchana, nilikutwa na mtu ambaye alijitambulisha kwamba ni dokta kutoka maeneo ya Rufaa. Akanihoji kwa kuniuliza kwamba, una mtoto wako ambaye anaitwa Abubakari Muhibu, nikaambia ni naye nikapata taarifa ya kwamba mwanangu yuko hospitali ya rufaa Mitengo, amechomwa visu maeneo ya paji la uso. Nikaondoka kuelekea hospitali yapo rufaa ya Mitengo, nikakutana na dokta, akaenda kunionyesha huyo mwanangu. Nilivyoenda nilimkuta ana jeraha upande wa kushoto kwa juu ya jicho na pua katikati, hapa ndipo palikuwa pana hicho kidonda na hicho kisu kikawa kimetokea kipande hapo. Kwa hatua za awali, nilijitahidi kujumuika na wale madaktari waweze kumsaidia kwa operesheni ya huyo mtoto. Akaendelea kupata operesheni na kikaweza kutolewa hicho kipande cha kisu. Kilivyotolewa hicho kipande, bado mgonjwa tunaendelea kumuhudumia, lakini mpaka dakika hii bado sijafuatilia. Naliomba tu labda jeshi la Polisi liweze kutusaidia kwa kumtafuta huyo mtoto kwa sababu nasikia aliofanya tukio ameanza kufahamika. Uongozi wa hospitali rufa ya Rufaa ya Kanda ya Kusini imethibitisha kumpokea kijana Abubakari akiwa amejeruhiwa. Mnamo usiku wa kuamkia tarehe moja mwezi wa nne, tulimpokea mgonjwa mmoja aliyetambulika kwa jina la Abubakari Salim mwanaume miaka mwana ishirini na nne, aliyekuwa amechomwa na kitu chenye ncha kali maeneo ya uso. Bahati nzuri tuliingia baada ya kufanyia uchunguzi, tukaingia theata kwenda kumfanyia upasuaji na kuweza kukitoa hicho kifaa alichokuwa amechomwa nacho, na kwa sasa yuko wodini na anaendelea vizuri. Tunatarajia kumruhusu kesho, ili aweze kurudi kuendelea na shughuli zingine nyumbani. Na tulipompokea tulimfanyia uchunguzi, ikiwemo vipimo vya CT scanning ambacho ilituonyesha namna ile kitu ambacho kilikuwa kimechoma kilikuwa kimechoma kime kwenye eneo la uso na kuingia ndani. Uchunguzi wa kipimo hicho ulionyesha kwamba vile vipimo nini, mishipa ya fahamu pamoja na ya damu ilikuwa haijaathirika, kwa madhara hayakuwa makubwa sana, na tulifanikiwa kukitoa baada ya kumpeleka, tukamfanyia upasuaji tukakitoa hicho kifana, naendelea vizuri. Hata hivyo, jeshi la Polisi mkoani hapa limesema linaendelea kumsaka kijana anayetuhumiwa kutenda tukio hilo ili liweze kumchukulia hatua za kisheria. Mimi ni Salma Mkalibala wa Kusini Yetu Online TV. Usiache kusubscribe YouTube channel ya Kusini Yetu kwa ajili ya kupata taarifa na matukio mbalimbali mbali.